makosa yake yamezidi, mpaka basi. Anasema au yuru shuru au je, ina inachokusudiwa katika hadithi dhaifu ni kupatikana kwa shuru au ila muathira, au inapatikana ile ila yenye kuathiri kwa hadithi ikawa haifai. Je, kinachokusudiwa hapa ni nini? Je, ni katika miongoni tu mwa hizi sharti tano? yoyote katika hizi sharti ikikosekana, basi hadithi hiyo inakuwa ni hadithi dhaifu

mwanafunzi atakapata A au B aub huyu mwanafunzi bora Mandikia, very good sio basi very good huyo ndio rawi sasa wa hadith sahih so, ahaa sio halafu na kipengele cha wastani kile cha C ambacho mwanafunzi akipata anaambiwa good Kiswahili maana yake wastan sio uh-huh.

hata kama ni sio mbaya sana, lakini maana yake hajakosa, anajua jua kidogo, lakini makosa yake hayajawa mabaya, kama kupata namba za viazi akawa na 5 2 0, eh, hayawa hiyo. Basi nasema kwamba huyu ni rai wa hadith dhaif, rai wa hadith dhaif. Kwa hiyo madari yanaogusiwa hapa katika vipengele hivi vitano ambavyo vinazingatia vya al hadith as sahih, al hadith al hasan wlhadithu adhaifu hapa mabahadhi yake ni kuangalia, ipi inachukuliwa, ipi inarejeshwa. Basi naeleka vizuri eh, aichukua ipi ni nairejeshwa. Hadithu hasan wa sahihu zinachukuliwa, ama hadithu dhaifu inarejeshwa. Kwa nini? Kwa sababu ya ruwati wake, ule udhibiti wao umepungua sana lakini haujikithiri, kwa maana tunaweka pembeni tukiwasubiria katika babu al-i'tibar. Eeka vizuri, mefahamika jaani. Akasema sahibul muqaddima, al-da'if ma naqasu an darajati al-hasani qalilan. Hadith da'if ni ile ambayo imepungua ikawa chini ya daraja ya hadithin hasan kidogo, mikubwa kidogo katika hadithin hasan. Na kwa hili ndio maana kuna muda hadithi wanataradadi baadhi ya wanachuoni kuihukumu kama ni hasan au dhaif. familia zure, utakuta kuna utofauti wa wanaochuoni. Huyu dhaafahu Al-Albani mathala, wasahahahu fulani katika aima aimatu lhadithi. Shida ni nini hapa? Yani, hasana hasanahu fulani wadhaafahu fulani, shida ni kwa nini? Shida ni katika kumhukumu yule rawi kwamba kwa hali aliyokuwa nayo, je, anaenda katika kuwa ni rawi wa hadithi na hasan au anakuwa ni rawi wa hadithi mdhaifu? Kwa tofauti, lau kama ingekuwa utofauti ni kwa vigezo vinginevyo, kwa maana kwamba hakuna adala au hakuna itiswali sanadi, basi wale wenye wa, wa kuhukumu hadithi dhaif na hasan wasingetaraddad juu ya kuhukumu hadithi ni hasan au au dhaif. Famika, na hivi utakuta mfano shehe mwanzo alikuwa na hasinisha ile hadithi ana ana hasinisha ile ile hadithi, baada ya kutazama ah, hii dhaif. Yeye mtu mmoja, yeye anajigonga mwenyewe

lilat muathira au faqad ladala fain hadihi laha asmaa ukhra khasa, anasema ama ikikosa sharti katika shuruti za kukubalika kwa hadithi nyinginezo, kama vile muunganiko wa sanadi au ikapatikana shudhudh au ikapatikana ila yenye kuathiri au ikakosa ile adala ya mpokezi, anasema inna hadi la anasema, ha hii, hizi au vipengele hivi vina majina yake mingineyo, vinaingia katika hadithi dhaif, lakini si dhaif. Makusudio yake ya rad au kabul sio katika sio katika mabahathi ambayo tunayo sasa hivi. Itakapokuwa inakosa vipengele vinginevyo, haingii katika mabahathi yetu tulionayo sasa hivi ya yani bali itakuwa ina majina mengine tofauti na hayo, kama vile eh, anasema itakapokuwa, anasema wa min aqsamu dhaif ma lahu laqabun khasun kal mutarib wal maqlub wal mawdu wal munkar huwa wmdu wnr bima'na shad kama sayati. Anasema na kuna katika hadithi dhaif zinakuwa zina majina yake maalum, zile ambazo zinakosa kipengele vipengele vinginevyo eh, isiyokuwa kipengele hiki cha nini, cha dhambu. Vipengele vinginevyo vinakosekana. Sasa wa hadithi hizo zinaitwa majina mengineyo kama vile al-muqtarib, kama vile al-maqlub, kama vile al-mawdhu, kama vile al-munkar, kama vile ambao al-munkar, maana yake ni nini? Kwa maksudi yetu sisi hapa si haya ya kwamba hadithi dhaif dhaifu iliokosa nini vipengele vinginevyo, bali ni hadithi dhaif dhaifu iliokosa kipengele kimoja cha nini, au dhabt au dhabt ya ruwat wake imekuwa ni chini sana kulinganisha na hadithi na hasan. Ikikosekana kipengele cha mathalan al adala, ikawa rawi wa hadithi anakosa kipengele cha adala, nasema hadithi hiyo ni nini? matruku. Sawa so, au hadithi hiyo ni nini munkar au mawdhu. Mfano maalan hadithi hiyo ni mawdhu. Na vilevile pia ikiwa ruwati, yaani an fah, an, fahshu au fahusha, eh nini khata'u makosa yake yamekithiri sana, mpaka yanaondosha ile utimilifu wa udhibiti wake, nasema unasema hadithi hiyo ni nini matruk. Kwa it, inakuwa si na majina yake tofauti. Ikikosa ittisalu sanad, itaitwa ni mursal, itaitwa ni munqati, itaitwa ni mu'dhal mathala, na mfano kama huo, na hayo sio makusudio yetu au makusudio ya nadhim katika kuelezea hadithi dhaifu katika nukta hii. Unafahamika au bado? Unafahamika au bado? Na kiasi yes. Allahu musta'an. Ha. <laughs> Narudia kwa, kwa maelezo mengine ukosi, hmm? Unaweza kugawanya vitu kwa munasaba mbalimbali munasaba mbalimbali. Hapa tunagawanya hadithi zetu awi? So, hadithi, hadithi, kwa munasaba wa alqabul aui arad sawa. Tunagawanya hadithi vipengele vya hadithi kwa munasaba wa kuangalia, je tunaikubali hadithi hii au tunairejesha hapa. Kwa munasaba huu wa ugawanyaji huu, tunatazama vipengele vitatu. Unapata vipengele vingapi? Vitatu tu, amna zaidi hapo. Vitatu tu. Ama vipengele hivi vitatu vinakuwa vina sharti tano zozitaja zile sanadi. Alafu adala tu ruwat, stasanadi halafu tatu cha kiluke chatatu cha dhabt adamu shurud wal illa. Zote hizi tatu hasan

akhafu dhabt an hadithun hasan bastukapata hi vitatu, lakini hizi mbili za mwanzo, kwa sababu sisi tunagawanya kwa binasaba imma alqabul au arad, kuikubali hadithi au kuirejesha, sio. Tunaitazama hizi mbili, hasan na sahihu, tunazikubali. Zikishatimiza zikishatimiza hivi vigezo vitano, tunazikubali Dhaif ni tunakataa, bila kuiangalia. Dhaif na zile aksamu zake, na dhaif kwa makusudiwa hapa tulizungumza, inakosa kipengele tu kimoja hapa cha utimilifu wa udhibiti wa ruwati wake, wakawa chini ya hadithun hasan. Nimeleka vizuri au bado? Tena imeleka kwa, huu ni ugawanyaji maalum kwa, kwa munasaba wa vitu gani? bibi eh, alqabul awirrad maana hadithun hasan wa sahihun nazkubal hadithun dhaifun mardu, na tofauti yake ni kipengele kimoja tu cha Allah, vingine vyote vinapatikana sawa sawa. Mafhumu jamani? Eh, alhamdulillah. Tuendelee. Sasa tunaingia katika kisimu nyingine sasa. Tunaingia katika kisimu nyingine. Ambayo hii ni kisimu inayobainisha hadithi inaishia kwa nani? Sio katika al-qabul wa rad. Je, muntaha as-sanad hadha lhadith yantahi ila man, inaishia kwa nani? bi ghadhi an-nazar ila as-siha au dhafu. Hichi ni kipengele kingine cha mgawanyo mwingine, hadithi inaitazama hapa mbele yetu. Sasa tumezigawanya hadithi kwamba hadithi hii ukomo wa isnadi yake inaishia kwa nani. Hii kisim sasa

bao tuandike, naona bado unachenga chenga, kama kuna chenga tuziandike wako ndio hapo, umeshachanganya tayari, umeshachanganya tayari, umeshachanganya tayari. Amgusie nukta ambayo huko, ukishaanza kuzungumza masuala hayo ya al-mu'dha, eh au hadithi ambayo ni mursal au munkar eh, ukishagusia tayari, huko ushatoka katika hii taksimu ambayo Sheikh anaikusudia hapa. Taksimu hii inagusia kipengele kimoja tu cha udhaif bas, yani dhaif inakusudiwa hapa ni dhaif kwa maana ya inakosa kipengele, yani kipengele chake ambacho kina dosari ni sehemu moja tu ambayo ni udhaif. bas niban

Nasema hapa tamamu dhabt da, hapa hafifu dhabt hmm? hapa nasema akhafu aa ba min hasan fotofoto, nikipengele hiki kimoja tu kinapelekea hivi u, sasa, ikikosa sharti zinginezo, kwa sababu dhaifu, maana yake ni magula, lakini makusudiwa hapa ni kuangalia, je, makula au magul itakapokuwa sasa inakosa vigezo vingine hivi sana, aaah uh, au rawi ikia haivyo, iko ni dhaifu kwa maana hii. Hii hii hii itatoa jina lake tofauti na hii, kuonyesha kwamba hasa hii hadithi haivyozingatiwa katika kutoa hadithi hii iv katika daraja hii, kwa sababu hadithi hii ambayo nakusudiwa hapa, zikikusanyika mbili au zaidi, zinapanda kwa lakini hadithi itakayokuwa sahihi vinginevyo itaitwa ni dhaif. Sawa, lakini itakuwa inakosa hali ya kupanda daraja kuja hapo, kwa maana kama min haythu raddul qabul. Maana hapa tunazingatia kwamba ni vigawanyo ambavyo hiki kitoka kinaingia hiki mpaka cha mtu. Maana kuna hasan sahihu ni ghairi, ambapo sahihu ni ghairi imetokana na hasan pia, hiyo sawa. Alafu pia hapa kuna hasan mnidhati, kuna hasan ni ghairi. Hii ghairi imetokana na hadithi ya Ali. Ambapo pengine kimoja tu kinatokana cha nini? Au tumetofautiana. Sio kimoja sana, vimetofautiana. Ndio hivyo. Kiko sana kabisa hili pia inakuwa ni kitu kingine. Sawa. Kwa hii ni ismu ya kwanza tumegawanya hadithi. Sasa hizi mbili sawa? Tunazikubali na tunazifanya kazi sawa. Tunasema jambo fulani ni sunna au ni wajib. Kwa nini? na hadithi hasa imepokelewa katika mango huu, sawa? So, hii ni marduu ikiwa katika hali yake ya dhaif, sio katika hali yake ya hasan li ghairihi. Nasema hii ni marduu lbijiaa iihilikipengele cha kwanza cha taksimu lhadith. Kipengele cha pili sasa tunaangalia tasmad taksimu lhadith

basi hakuangalia itiswalsanati adayat rwati adamu shurur adamu lilahatuangalii haya tena zaidi hapa sawa. So, mtendo kuangalia hadithi hii kamwake ni wapi hapo? Tunapata hadithi ya unapata hadithi abaoia, tunapata hadithi ambayo ni maukufu

kiweza zaidi ya hapo unaenda kwenye munia ya ia aaka ah uh, wanasema eh uh, hifdhi inafanywa tamrini, mazoezi, kama vile ambavyo wanasema afanya mazoezi viungo, vinginevyo ubongo pia wanafanyiwa mazoezi, unaenda gym au push up. Napiga piga push up tatu, uwezi, lakini taanza moja eh, mbili kazi kumi ishirini mia ngapi? Sasa akili yenyewe. Kwa hiyo namna kuizoesha kuhifadhi, ju ambavyo inakuwa makini. Pia wanaohifadhi Qur'an wanajua hilo, mwanzo alikuwa anapata shida kwenye kuhifadhi, subeni na wazidi kwenda kuhifadhi, basi nilikuta kwamba anaona ule upesi kuhifadhi. Kwa hiyo hiyo kwenye elimu pia wanasema pia wanachuoni alhifdh, inatangulizwa kabla nini, alfaham yani kabla darasani. Hiyo hizo beti ambazo tunakusudia kusoma au umezihifadhi kabla darasani, kabla hata kujifunza na mwalimu, wewe umezihifadhi kwanza, eh, ili baada ya hapo ndio uweze kufanya ufahamu sana, kama sema alfaham, yaani baada alhifdh, hifdh kwanza, alfaham baada. Nani atupe aya ambayo ina support hiyo

inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayan. Mtume alikuwa akijua na Jibril, haraka haraka anakuwa anarejea zile aya. Na kabla Jibril jamaliza na ili sisi kamdondoka. Akamwambia la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala, usiharakie ulimi wako kwa, yaani usitikise ule ulimi wako kwa ajili ya kuharakia hiyo kabla ni juu yetu sisi, kwa hakika ni juu yetu sisi jamaa, kuikusana Qur'ana kwa kusomesha. Fa idha qara'nahu, kwa hiyo Qur'ana nasema hivi, na yeye atafuatiza, atafuatiza m sala, kama vile ambavyo tunasomeshana Qur'ana, bismillahir rahmani rahim, alhamdulillah kwa hiyo kisoma kinapomalizika, ndo unasoma na wewe, akasema Allah thumma, kisha baada ya kusema hilo na kulithibitisha katika moyo wako na kukusomesha, thumma inna alaina, nijiwedu sisi kuibainisha il Qur'an katika moyo wako kuifahamu maana yake. Baada ya hilo akasema al-hifdh muqaddam ala al-ma'rifah, na hadha al-amru mujarrad. Hata Qur'ani